Inaleta mikosi shetani kutoka hasi mbinguni, amekuja kwanza kusumbua binadamu, tena kaweza ku, ku, kuona babu. Ukitaka kuona babu, eh? mida yake. mida han mida, mida ndio nini mako mako mako mako vitu vingine, hata hawa watu wanaongeanga vitu yenye, sijui mida, sijui mori, Usaibana sijui kaka wangwana <tusimu> Kakangu, unajua nilikuwa nimekubebea kitu kingine. hapa nikisema kwamba nikipata tu kwa babu, basi nitakupea ni, ni, ni, nikipata babu nitampea kitu mzuri kangumu. <tusimu> <tusimu> Nitampea kangumu iko hapa, ndio ndio, hii kangumu, utakula utakula kangumu. Uachie babu hapo, babu atakula, anakulanga kangumu <tusimu> Waganga siku hizi wako digital digital, waganga pia wanakulanga kangumu, siku hizi wako digital Yeah, hello. Yeah, nimefika nimefika nimefika sasa nimefika nimefika niko hapa kwa bahari hapa karibu na bahari Ka, ni kando na bahari, yeah. Oh, sawa wesinatokea huko mbele nami ni kujie huku tokea huko mbele nami ni kujie huku. Sawa, hapa kuna, kuna, kuna matumaini. We kuja tu haina shida tunakutana tunakutana eh. Sawa eh. Nahii naye ni kitu gani hii? Hmm. Kameraman simama tu hapo sifa, usinifate. Usinifate leo mpaka hao watu wanapatikana, mi siwezi siwezi shinda nikishughulika shughulika kwa mambo ambayo yenye ninaleta mikosi. Shetani kutoka hasi mbinguni, amekuja kuanza kusumbua binadamu tena hapa. Kameramani, hakuna kitu atapatikana. Ile siku alienda chua, lakini leo Leo niko niko tuna e. si aliniambia kwamba siwezi kila kitu, siwezi kufanya chochote leo. Niko tuna ee, leo asipojua atajua, mpaka lazima shetani ajua kwamba Mungu ako na nguvu. amba akuja kusumbua sumbua binadamu, alishindwa kusumbua, kusumbua malaika huko juu, anakuja kusumbua binadamu ambao hawana uwezo. Niko tuna e. Na hapa damu baridi, baridi lipungua Hapa ni wapi? Hapa ni wapi sasa? Hapa pata kama ni kwa mganga. Hapa si wanaweza kuuia hapa kama huwezi jua kwa mganga <laughs> eh. Na hapa ni ngumu sana kameramani, hebu kujiona Anaweza kuwa huko juu. Anaweza kuwa huko juu kamera, maningoja kwanza hiyo hey. Ah, njia pia inaenda hapa, hata kama wewe ni mtu wa Mungu <laughs> utakoja kwanza, kwa sababu kuna vitu ingine pia, afadhali upate chekimeelea kwa maji kuliko chenye kimeenda kwa bahari chini hapa. Acha kuloni akikuja nitamwambia ingie huko. <laughs> Mimi huko siwezi ingia. Kuloni akikuja tu namwambia ingia huko, ingia huko. Ingia huko ni kuzuri. Eh, kuloni ndiye anaweza kubambana na mashetani huko. Mimi ni binadamu wa kawaida, siwezi. Eh. Yeah. Pole pole tu hata ajifiche wapi? Hata akijificha chini ya ardhi. Mimi niko na eh. Na hakuna vile tutaendelea ku tutaendelea kunyanyasa sana. Kwani shetani siku hizi paka paka anaoga na sabuni shetani? <laughs> Anaoganga na sabuni, penye unapata sabuni mpaka upate kisuguu. Siwezi ngoji hii sabuni mpaka niiweke kwa mfuko hii kisuguu, iko tu karibu hapa, mpaka niweke kwa mfuko. Kisuguu iko tu hapa karibu. Wanachukua nyanya yake Rafu, wanamtesa wanamtesa, wanamuweka kwenye vibango wanadhani ya kwamba huku Lamu ni mbali sana, uwezi patana nao. Mimi hapa niko na full bodyguard, lazima tupatane, na watajua mimi ni mungu. Hata penye hapa hakuna kitu yote hata wakisema kwamba hey, Nundu man sijui nini na nini. Kwanza huyo mama Sifuna, huyo mama Sifuna ulikuwa na bahati sana, ukatoroka. Mimi nilikuwa hata ningekupiga biblia kwa kichwa, kama tungepatana tu hiyo siku, ningekupiga biblia kwa kichwa, watu ukaribika kichwa, nikalaani mpaka na familia yako bila lishenzi. Mama yako alishindwa kukufunza basi, ulimwengu ndio utafunza wewe. <coughs> <coughs> hata kama ulijificha wapi, mimi nitafika. Siwezi kosa kufika, lazima nifike. Hapa damu ni mahali pa karibu sana, si mbali. Ulidhani kwa ni shetani, nadhani ya kwamba kuna mahali penye Mungu wafiki. Mwenyezi Mungu anafika kila mahali, na ni lazima tutafika kila kona yenye. Huko mama Sifuna taroka, tuenda China. Enda anza kukopesha watu madon, mad, madeni Watu wakikula loni za bure sana sana Kenya venye wanapenda kula doni, loni za bure. Kopesha watu maloni wakikula. Hapana, hapana kwenda kuanza ku kuua watu. Niko na wewe. Hiyo siku ulinitorokea. Lakini venye ulitoroka, jua kwamba ndio ulitengeneza shimo ya kujichimbia wewe mwenyewe. Hakuna mahali penye tutaweza ku tutaweza kukoseana mimi na wewe mpaka siku nitakupata, we mama Sifuna, ndio nitulie, menifanya narudisha hali yangu ya kawaida. Ati nundu man, nundu man, kila mahali naenda chua umefika, kila mahali naenda chua umefika. Haya, leo hautanitafuta leo, mimi ndio nakutafuta mi mwenye mi mwenyewe na hata ukikimbia ukienda wapi, ni mimi mwenyewe. Mimi na wewe lazima tutafutane na tupatane. Tukishapatana basi hapo sasa ndo nitatulia. Hapa hakuna eh, Mwenyezi <coughs> chetani, chetani anakuanga na bedroom kama uko na bedroom basi, chunga sana nisipate kitanda penye hiko. Nikipata penye kitanda hiko, mimi na wewe, tap tap, mara hiyo, mara hiyo utashangaa utajua, hujui kila saa nikikuja nikianza kute, nikutembea mimi, nilikuambia Mama Sifuna unitafute kweli, sikukuambia unitafute? Na hiyo siku ulikuwa na bahati, bahati yako, bahati ya mtende <laughs> tu hivi pap, wewe na Kuloni, mambo yako kuisha, kichinjio moja kwa moja. Umesumbua binadamu sana, na kuambia niache mimi, Nundu Man, nikae kwa amani, wewe utaki niache nikae kwa amani utaki. Sasa angalia, nimerudisha sura yangu ya kawaida. Nikirudisha sura yangu ya kawaida, mama Sifuna, hatuna mimi na wewe na uhusiano. Lazima one and for all, venye ulikuwa unataka kumfanyia nyanyake Raf, sasa Kuloni ndiye atakufanyia leo Jee, mtaka cha mfunguni sharti tainame, na hu kuinama ukichukua cha mfunguni. Uliamuka basi ukajigonga kwa kitanda na wenye uligo, ujigonga kwa kitanda, sasa ulijigonga kwa kitanda arafu, <laughs> wenye ulijigonga kwa kitanda arafu, leo kitakuramba pale, fuaki ni hii hey, bahari wanasemanga shetani, ukimtafuta uwezi mpata, labda kwa maombi maumbi ndio unaweza mpatana naye kwa njia zake zote. Lakini sasa waacha nikuambie ile njia yenye umeenda, lazima tupatane na tukipatana hivi, basi kuloni atafanya kazi yake. Kuloni lazima afanye kazi yake. Utajua kuloni nani? Hapana ingianga kwa vitu ambazo zinakuhusu, nikijaribu kila siku na mwenye mwingine, basi anaweza kutanganyishia. Sasa mimi na wewe, mimi nakudanganyishia ama nakupenda? Mimi nakudanganyishia? kwa Mwenyezi Mungu, lazima upatikane. Hakuna kitu yenye utaenda kufanya. lazima tuonane. Story mingi, storytelling zenye unajaribu kuniam, kusema saa yote saa yote hizo, na ulikuwa na bahati. Ulikuwa na bahati hiyo siku yenye tuliokea nyenyake rafu ungelipatikana pale, uko na bahati, uliacha na kweli. Wadosi ni wajanja. Mdosi unachukua mtu unamweka kwa gate <laughs> na rungu, na wewe mwenyewe unalala na milioni moja kwa nyumba. Sasa wakati anapatikana na uwawa huu, unabeba briefcase unaenda nayo ujinga. Pia niki ujinga, ingalikuwa na duka wadai <laughs> watu wange nunua kwa sababu watu wanatokanga Kenya wanaenda Saudi Arabia kufanya kazi ukomboji, kwa sababu Kenya kuuawa ni rahisi, haina <laughs> shida. Lakini mama Sifuna, mimi niko na wewe maji huku huku maisha ingekuwa mazuri sana, wakati ningekuja bila shida, lakini kama sasa nimekuja na shida hapa, maisha si mazuri. Unafanya nyanya yake Rafu anateseka kwa hospitali, anateseka kwa hospitali, unamdunga dunga visu, unamfanya nini? Kwa sababu tu ya kutaka kupata ukombozi, si ndio? Basi Mama Sifu, unajua kwamba kaburi ulijichimbia, basi utaingia wewe mwenyewe leo na wakati tutapatana na mfuasi yako yoyote yoyote, mali penye yako, mfuasi yako yoyote, jua kwamba leo kitamaramba, siwezi <laughs> muacha, na hata nikimpata tu hivi, wala chwa akikuja tu chwa, mimi teke, siwezi ngoja. Leo mara hii pia mimi niko na nguvu na nimejijaza mbaya sana, mama sifuna, nikipata mfuasi yako yoyote, mali penye yako, mimi teke <laughs> na nikuloni atakujanga wakati mimi shari zishana naye, nishaelewana naye, mzuri sana hakunanga kitu kingine yenye mimi nafurahianga kama kwa hiyo. <laughs> watu wanaendanga wanasema kwamba, hey, wacha, nitafute bwana niolewe nifanye kazi ya ya kuuza kuuza mahindi mahindi mahindi, hata kuchoma mahindi kwa mlango ni mzuri, unachukua badala unauza viungo wewe, pia wewe umeuka hii bahari huko mahali huko imekuwa ni kama ko very nice, na kama ningelikuwa niko na uwezo ningejenga nyumba pale, nipige hivi set moja kabisa clean, kitanda ikue pale, alafu sofa set ikue pale hapo. <laughs> hivyo nalala maisha yangu mzuri hapa, hakuna hata maana ya kuwekea kuweka fani hapa. Lamu kuko sawa hapo, hivyo ukiweka nyumba pale, alafu weke na madirisha nne, basi tosha kabisa <laughs> Hakuna maana ya kuweka fan, unalanga tu hivi, upepo inapiga wewe, uko fit fresh <laughs> Hey, hey, cameraman cameraman, kuja kuja kuja, huko kuja huko hapa hapa, kitakuramba <laughs> kitakuramba hapa, tulia, kitakuramba. Cameraman, angalia huko, angalia huko, angalia huko Sasa hapa hapa sasa nikujifanya ni mdogo wangu hapa, kitu hapa hakuna anga kitu kingine. Sasa hapa nikujifanya ni rafiki yangu. Sasa hapa ya mkora ni rahisi, hata panya pia ni rahisi. Kwani atanishinda na ujanja mimi? Nitamngoja cameraman, kuja polepole, kuja polepole, asikuone. Semaje hey, ndugu yangu. ndugu yangu. Kakangu ah, kaka mimi niko sawa, mbona mnanitanga kaka, na mimi ni kijana watu walamu huku pia nyiwe, mnapenda kunisumbua sumbua na maneno ya kaka. Angalia ndugu yangu, nimekuja tu kwa usaidizi. Nini mnasema kaka kaka? Mimi ah, usaidizi mgani? Na masaa imeisha. Ah, nimekuja tu hapo kwa usaidizi, kwa sababu nikuwa nataka nione nini, unajua penye njia ya mganga inaweza enda. hakuna kitu chochote ambacho minajua. Minajua mimi ndo mlinzi. mlinzi wa nini kwa benki ama nini? mimi ndo mlinzi. mlinzi wa benki hapa kwa babu Oh, babu <laughs> <laughs> basi tosha, venye umesema tu babu hivyo iko sawa. Hey, mimi hata sitafuti kijana, natafuta babu tu huyo mwenye unasema <laughs> <laughs> yeah. na hakuna appointment ambayo nimeachiwa na babu kwa kuna watu wanakuja kumuona. Eh. Na sijui nini ambacho mnatafuta hapa. Eh. Uende na uende kabisa, hata usijaribu kuangalia hata nyuma. Eh. Kwa sababu babu akija hapa. Eh. babu babu babu akikuja mimi nitamwambia tu niko na shida fulani, nataka nisaidie. Dada yangu alienda akaoleka, venye alioleka huko mahali penye alioleka, kulikuwa na shida huko. Ndio sababu natafuta babu, tafadhali tu, umesema wewe. We, we, we, we ni mlinzi, si ndio? Mimi ndio mlinzi eh, sawa. Hata walinzi ni wazuri. Asante sana kungoja babu eh, asante sana kungoja babu. Sasa kitu nilikuwa nataka tu usikupe usikupe roho, ndugu yangu, sisi wote tumekuja kutafuta Unaona. Na mimi nimeisha hapa Lamu miaka mingi, sijafanikiwa ndio sababu nimeona hapana, nitafute babu ataweza kunisaidia sasa. Huyo babu huyo ndio nataka anisaidie, kwa sababu hata vijana wakisema watanisaidia sioni kama watanisaidia. Ah nani, angalia, angalia, mlinzi ni sawa, ni sawa. Uwezi nisaidia au? Unasema uwezi nisaidia, lakini sasa ukiniruhusu tu niende nione babu itakuwa Kakangu. sawa nimeongea hey, ni maneno moja moja moja moja moja moja moja, mori mori oh, mori lutulizi. mori ni, mbaka mori ni nini? Mnaongeanga vitu vingine. Mori ni nini mori? Mlinzi angalia, tafadhali tafadhali, nisaidie tu nikaweze ku, ku kuona babu. Ukitaka kuona babu hey, mida yake. Mida hani, mida, mida ndio nini mako mako mako mako vitu vingine hata watu wanaongeanga vitu yenye sijui mida sijui mori Uta, sijui kaka wangwana wangwana, wangwana. wangwana. Eh, sawa sawa mlinzi hata nimefurahia kuona sasa nilikuwa nataka nilikuwa nataka kuja tu tuongee hata kama ni chai kidogo nitakupatia chai kidogo at least pia mimi nijaribu kuona babu anisaidie shida ambazo ziko nazo tafadhali Kakangu Ah, na babu sasa analalanga nje kama unaweza kataa customer waingie ndani yake na familia ya babu peke yake. Eh, familia. Sasa yeye kakaangu, sijui hata umetoka pande gani. Mimi nimetoka huko huko Lamu Sinia, ni hapa ni tu Lamu napiga hivi kona. Mimi ndio na yeye kakaangu. Kwa mzee mchakato hapa kwani haujui? <laughs> Kwa Mzee mchakato unajui Mzee mchakato namna hii, ukienda hivi unaenda kwa Mzee umbea pale chini, alafu Mama fitina anaishi hapa karibu. Mimi ni mlinzi, nimekaa miaka na miaka, sije kutoka hapa eh. Ni sawa, Mama fitina, si unajua kwa Mama fitina hapa kwa Mzee mchakato. Mama fitina huwa anamsikia, basi kwisha. Kama unamsikianga, kumbe wewe ni wa hiki jiji. yeah, <laughs> wewe ni wa hiki jiji eh, shariisha. Eh, masaa imeisha, masaa kumuona babu yameisha. Ana masaa, masaa masaa Masani, ah, sasa sasa angalia babu, angalia sasa, eh, eh, eh. Babu amekwambia niingie <laughs> babu amekwambia niingie Babu ashajua mimi ni ule mtu naishi kwa mama fitina hapo vibandani, alafu naenda hivi na Kiswahili ya watu pia wa Lamu hey, hey, wakaribishwa, nimekaribishwa basi bas. Lakini sasa wacha nikuulize jambo moja tu, ndugu yangu, wageni wakikuja kwa babu hapa, mbona nakataanga wasiingie? Babaangu, babaangu umesema kaka, hey, kaka angu <tipatia> <tipatia> <tipatia> Ah, siwezi yapitisha kwa sababu najua babu pia ako na kazi mingi nyuma kwa nyuma. Mimi ni pa, kwa nini kandishwa? Niende nyuma kwa nyuma. Nyuma kwa nyuma. Sasa naye nitajua haja ya kwamba nyuma kwa nyuma naweza kuwa safe, so acha tu niangalie babu na niende naniende penye hapo eh, ka kangu, unajua nilikuwa nimekubebea kitu ingine hapa, nikisema kwamba nikipata tu kwa babu basi nitakupea. Ni, ni, ni, nikipata babu nitampea kitu mzuri kangumu. <laughs> Nitampea kangumu, iko ka hapa, ndio hii kangumu, utakula kwa nyuma. utakula kangumu. Achie babu hapo, babu atakula, anakulanga kangu. <laughs> Waganga piki, wa matio, wakwa wakwa wake, waganga pia siku hizi wako digital. Waganga pia wanakulanga kangumu siku hizi wako digital eh. Hey, hey. Eh hey, nitamwachia. Oh, babu wewe, namkaribisha na yuja nyuma kwa nyuma babu. Babu babu anasikianga Kiswahili sanifu ama Kiingereza? Unajua lazima uniambie ndio nifike pale. Babu yaelewa lugha zote, oh, lugha zote hata kichaina, babu babu. so, babu, hey, hey, babu, hey. hey, babu namjua, ni babu sasa. Siwe unangoja babu Joo, hey, mimi niende situende na wewe oh, uu uh, unasema wewe, kwamba niende sijui, niende na mgongo ah, ah, siwezi enda na mgongo ndugu yangu, unaweza nipiga fimbo ya nyuma Niende, kana ndani kana niende, niende ndani ama niende nje? Hey. Oh, niende ndani ama niende nje? Nje, sawa sawa, niende ndani, sawa sawa, haina shida. Wacha sasa, wa, wache, sasa ni, niende ndani kwa sababu ka nini? Si umesema kwamba we mwenyewe niende ndani. Jo, na uje nyuma. Ai, nyuma. nyuma kwa nyuma tena si uniache tu niende ni na mgongo nikiona nikijiona tu mimi niende nikiona. Asante, asante. Sasa siuwakaribishwa si, na wangwana, na uchunge usije kukanyaga chochote au kushika chochote ambacho nakiona mbele yao, wasemaje babu? Na wasikia babu wenye wasema Nenda kinyumanyuma mpaka umtazame, e mwenyewe yeah, asante. Tenda kinyumanyuma, mwenyewe. simruhusi bwana, yeah. Babu, babu, lakini tuelewane, au utanipiga ukipoteza masaa na usipofuata masharti ambayo wapewa na babu, yeah. yeah. yeah. wape wa na babu. Yeah. tutakosana kakangu, nadhani yeah. Wajua sheria na, yeah. na masharti ya mlezi yeah. yeah. hey, atimize yeah. yote yeah. ukisoma hapo kwenye geti hapo Nitasoma kwa geti sheria na masharti. Jambo la kwanza, nimeona pale hakuna kuingia na viatu, sheria ya kwanza. Sheria ya pili, nimesema mpaka lazima upande ngasi ndio upate chenye unataka. Sheria ya tatu, kutia manani. Hiyo sasa nilikuwa nasema uyatie manani na kusingatia venye mganga anasema. Babu, yani tafadhali, nimemesea kidogo wewe Kiswahili na msalamu. Achake kimekuleta hapa. Eh. Asante. Asante. Mimi kama mlezi umetumwa hapa. Umetumwa eh? Mahali pa safi. Eh, asante sana. Hata niona ni pasafi. Sasa niulize. Hata kama bado sijafika kwa kwa babu, acha tuongeleshane sisi wenyewe kwa wenyewe kidogo, manake pia kuongeleshana wenyewe. Eh. Au ruhusiwe kunitazama. Eh. Na hapa, uh, babu pada, kicheko um, nini kakangu, sicheke na wapoteza masaa sawa. Acha nitengeneze sura ya kazi, sura ya kazi, wacha nitengeneze ile sura ya kazi sasa. Nilikuwa nauliza babu, anaweza nipea hii kitu hii? Hii kitu nakanyaga mafuta, alafu nakaa hapo chini na inaenda tu ndumu.